Sauti ya mtaa, habari kimuktasari ndani ya Mtaani Radio. Mchana mwema msikilizaji, popote ulipo, hujambo na karibu kwenye habari zetu kimuktasari. Jina langu ni Maureen Achieng. <laughs> Wazazi wa eneo la Kabiria ambao hawajawapeleka watoto wao shuleni kutokana na ukosefu wa karo wametakiwa kusajili watoto wao kwa chifu wa eneo hilo ambaye atawapeleka shuleni. Shughuli hiyo ambayo itachukua wiki mbili, inanuia kuwapeleka shuleni watoto wa shule ya msingi na wanaojiunga na gredi ya kumi. Na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI wamenasa mashukiwa wawili wakiwa na zaidi ya simu 900 zilizoibiwa jijini Nairobi. Katika taarifa ya Jumatatu, wapelelezi walisema kwamba wawili hao walinaswa kando ya mtaa wa Charles Rubia karibu na steji ya mabasi yenye shughuli nyingi ya buska. Baada ya taarifa za kijasusi na operesheni iliyotekelezwa kwa ustadi, maafisa wa upelelezi wali alisema washukiwa hao walikuwa wamekusanya simu hizo katika shehena mbili zilizokuwa zikielekea Uganda ambako vifaa hivyo vilikusudiwa kuuzwa. Kulingana na wapelelezi, washukiwa hao wawili ni sehemu ya kundi cha wizi wa simu wanaohusika na kuiba simu kutoka kwa umma na kuziuza katika nchi jirani. Na mwisho chama cha wanasheria nchini LSK kimehamia mahakama ya juu kikitaka kubatilishwa kwa amri zinazozuia mashirika ya umma yenye mawakili wa ndani kwa ajili mashirika ya kibinafsi ya mawakili likionya kuwa agizo hilo linaweza kuzua mgogoro wa kisheria na kikatiba kote nchini. Katika ombi la dharura, shirika la mwavuli la mawakili lilisema kwamba maagizo yalitolewa Januari tarehe kumi na mbili yanahatarisha kuvuruga kesi inayoendelea na inaweza kuanika taasisi za umma kwa madai mengi na kupooza kwa utendakazi. LSK ilisema agizo hilo lina uwezekano wa kuleta migogoro ya kikatiba, kisheria na kiutendakazi ambayo haijawahi kushuhudiwa ikiwa itakubalika na msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa zetu kimuktasari. Kwa haya na mengine zaidi, ungana nami mida ya saa kumi kwa habari kikamili. Jina langu ni Maureen Achieng, habari.